Kwa maana hiyo tuseme, dili la, la Faisal kurejea ranga kwa upande wao kama friji bovu, mama hawezi kukubali. Na Faisal amesema wakitaka niende Yanga wakaongee na mama. Mama akikubali taenda. Hiyo milioni <coughs> moja haiwezekani, labda kama anaenda kucheza soka io, Yanga, <coughs> ko, io la nje. Kwa hiyo wataenda kuchakata mshazuko, atagundua kwamba Yanga alambi kitu pale. Kwa maana hiyo tuseme, dili la Faisal kurejea ranga kwa upande wao kama friji bovu, mama hawezi kukubali. Na Faisal amesema wakitaka niende Yanga wakaongee na mama. Mama akikubali taenda anasema e mama, mama ndio pepo yake kwao. Tusubiri kuona, lakini kwangu naamini Simba Feisal na nafasi kubwa sana ya kuwa na Feisal kuliko Yanga. Afrika, huwezi ukafanya mchezaji dhaka namna ile halafu leo ukamtaka. Na wazanzibari ni wazia kulipiza kisasi, wazanzibari waga wakubali kukaa na vitu kaka, wazanzibari hawakubali kupelekwa pelekwa. Hivyo ndivyo ambavyo Feisal amefanya yule unajua ni mkojani yule. Kwa hiyo tusubirie kuona mwisho wa msimu, na kwa ushauri wangu pia, Feisal ili afanikiwe, aende Simba kama sio Simba aende zake nje akatafute maisha. Lakini bado watu, kuna watu wanasema kwamba bwana Friji Bovu anatumika sana na Simba. Wame, wana uhakika? Hmm. wanasema bwana <manyan> Friji Bovu anatumika nina na Simba. Gari kaka, nimejenga <manyan> nina gari, nimejenga na maisha mazuri mimi, si ni yule yule, unaijua sana Yanga akifamasiana na, na, na, na, nawapiga na, na, kila siku Simba kwani mara ngapi nawapiga Simba. Simba wakipenda wanasajili rundo la wachezaji nane. Mimi si ndo nilisema Chama na Mixon wakiondoka tu naleta watu nane pale, mnaanza kupiga madili, mnaanza commission asilimia ishirini mara sawa dogo, mara sijui dakari nyoni sana. Niliwasema sana. Lakini kipindi hiki wanafaa vizuri niko nao. Tumalize kwa dakika chache sana Free. Tumeona Yanga wanahusishwa na ule winga Mwangola. Taarifa hizi kwa vipi zimekufikia katika yes? wanahusishwa na Gilberto na of course Yanga ana wachezaji sita wa kigeni ambao wataingia hapa. Mmoja anatoka huko Angola, mwingine anatoka Ivory Coast ni kiungo. Wale usijua na wachezaji wengi na of course wataondoka wachezaji wengi. Mkude ataondoka pale. Paka sasa hivi hawajafanya mazungumzo na Chama kama atamwongezea mkataba kwa sababu alimpa mkataba wa mwaka mmoja. Wachezaji wengi sana wataondoka, Aziz Ki anauzwa, naona bwana. Pale Mzize, Max Zengele ana mkataba bakiza anaondoka msimu ujao. Kwa maana round hii ikiisha tu kwa hiyo kuna baadhi ya nyota wengi wataondoka. Wanaingiza wachezaji wengi sana. Huyo Gilberto ni winga mzuri dhidi ya MC Haja dakika 90, yani mtu mtore goli moja tu unatafuta kaka, na unakosa. Kwa hiyo hiyo ni kwa nini? Kwa sababu unakutana na team line line hazikupi ushindani. Mi, mimi nataka eh, eh, za kibongo ana sema randi kama twende no for... Uh, ah, kwenye gari watu, watu, wataniteka huko <laughs> <laughs>